Mtandaoni mmelia sana, wanangu wa bandarini, nije niwatembelee leo. Nimekuja niwatembelee na pia niwazawadishe. Sawa sana, hii challenge ya leo, mshindi atapata tuzo bora zaidi kurogwiri. <laughs> Pesa si nomba pesa Elifisha mbisha, mbisha kuimanyayo ande hala mame babayomba andi hala mame babayo a gomba unisikire tototo kala na msimamo mba ande hala mame <laughs> babayo ah, <laughs> ndo babayo yeah, a sawa uchendenza na mlachu <laughs> Eh? Yeah.

ni baba <laughs> usi <laughs> aya yaha ukumboto na mwanya we yaha usino sawa usendea ndagwirwa <laughs> <laughs> awezangu zimsipostio video a simanyami

si mtangaji nzima nzima mbani yo inyalua yo mbiga kuro Ni alume ye ni alume Uwe unamba Uwe unamba ah, zima, <laughs> <amba> ah, we unambaze mbiga kuro kamanyaw we unambazei kuro Kuro ambaro na rinavigwa siri zimaweizeuwaaezba mwenga tawenga mitsano na we mitano na mitano shika unampatilia jeri hmm. no, gombo misema yosu mitano itajeta sila zimoni ipe majibu

tele kaitsungurirwa alafu hozo si lazima adweke nyuhe fugomba yokeri tele mbakaitsungurirwa ichinyolwa inatsefu yasgomba hiyo nigomba hiyo yamwisho <laughs> ho, eh, ho zosi lazima libekenyuhe eh? cinyolo <laughs> inaftelekaungurirwa alafu na <laughs> dekmbiufi ah, tayo pia, endelea kunifuatilia <laughs> ah, lakini next time nchidza kona